nakwenda kuangalia matendo na mafundisho wa Nikolai ndani ya kanisa la leo matendo na mafundisho ya Wanikolai ndani ya kanisa la leo uh, Nikolai Nikolai ni nani? Nikolai ni nani? Nikolai Of course kila kitu kina tafsiri na Biblia inapoandika jambo linakuwa na fundisho lake msingi, ambayo natakiwa kulielewa. Tunapoongelea Nikolai, hili ni neno la Kigiriki likiwa na maana ya kuteka madhabahu. Kuteka madhabahu, sina maana ya kuteka nyala vyombo vya madhabahu, au kuteka madhabahu kama kuteka lakini, bali ninapoongelea kuteka madhabahu, ninamaanisha kusimamisha mfumo ambao unaondoa uh, kile Mungu amesema kwa habari ya madhabahu na kuweka kile wanadamu amesema kwa habari ya madhabahu. Ninarudia hapa kwa namna nyingine. Kuteka madhabahu ni kusimamisha mfumo wa kibinadamu na kuondoa uongozi wa Roho Mtakatifu. Kwa kawaida kanisa linapaswa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ndio mwenye kanisa napaswa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ndio mwenye kanisa kupitia kalama zake ambazo ameachilia kwa watu wake ndani ya kanisa. Tunafahamu ziko kalama nyingine. Kwanza aliwatoa wengine kwa mitume, manabii wa, wa wainjilisti, wachungaji akatoa eh, eh, wengine pia kuwa, kuwa, kuwa walimu makusudi ya kukamilisha watakatifu, mwili wa Kristo ujengeke. Lakini pia kuna tofauti za kalama. Roho ni yule mgawia kila mtu kama apendavyo neno la hekima, neno la maarifa, miujiza, imani, matendo ya miujiza, uponyaji, pambanua roho na kadhalika. Sasa Mungu anaongoza kanisa kupitia hizo kalamu. So hizo ndizo zinazoliongoza kanisa na ndio zinazoujenga mwili wa Kristo. Sasa tunapoona kwa bali ya matendo na mafundisho ya Nikolai ndani ya kanisa, kumbuka zile nyaraka saba, yale makanisa saba ambao mtume, ambao Mtume Yohana aliambiwa na Yesu ayaambie ni utimilifu wa makanisa yote kwa kwa kwa wakati. Yani maana yake tunaongelea makanisa kuanzia mwanzo mpaka mwisho, yani utimilifu wa Mungu, kanisa la kwanza mpaka la saba. Kwa maana yake kanisa imepita katika vipindi saba tofauti, yakiwakilisha makanisa yale saba ya Asia ndogo kipindi hicho. Sasa tuna tunaona, enzi za kanisa la kwanza liliinuka kundi la watu wasio na Roho Mtakatifu na kutaka kuliongoza kanisa kibinadamu. Maana yake baadaye Roho Mtakatifu anene, baadaye Roho Mtakatifu apange, Roho Mtakatifu afundishe, Roho Mtakatifu amue, Roho Mtakatifu afanye jambo kupitia kalama alizoweka ndani ya watu wake. Wao walienda kinyume chake, wao wakapanga, wao wakanena, wanafundisha, wanaamua kupitia nini? Elimu zao they have education wakawa wanaamlisha watu wasome soma theology, someni, sio bila kusoma theology hakuna uchungaji hapa. Kupitia falsafa zao, kupitia hekima zao, vyeo vyao, ehe, heshima zao katika jamii, umaarufu wao, elimu zao, fedha zao, kile kitu alichonacho, mwonekano wao, heshima yao, mavazi yao, ndo maana utaona ratiba za masomo <coughs> samani sana, ndiyo maana utaona ratiba za masomo ya kufundisha, ratiba za masomo ya kufundisha zikawa zinapangwa, ratiba ya masomo ya kufundisha zikawa zinapangwa na wanadamu. So inawezekana ikatolewa tena kalenda ya mwaka mzima, ikatolewa kalenda ya kudumu, wanapanga hivyo. Utaangalia, utaangalia, utaangalia hata baadhi ya makanisa yapo mpaka leo tutaangalia, wana ratiba ya masomo ya mwaka mzima. Mimi naisema ni, nadhani nafahamu. shule uliyofuatia sana, nilikuwa katika kanisa, kanisa Katoliki. Nafahamu mfano ndani ya kanisa utakuta kuna liturujia, tunaongoza kufuata liturujia. Masomo yamepangwa, masomo ya ya Jumapili, labda mwaka A wa kanisa au mwaka B wa kanisa au kipindi cha majirio au kipindi cha kwalezima. Jumapili ya kwanza ya majirio ina somo la kwanza ina somo la pili na injili yameshapangwa nayo, anasomwa dunia nzima, si unanielewa? Nilikuwa pia kwenye kanisa moja la linaitwa sitaji jina la Kipentekoste, pia kulikuwa vitabu vya sunday school vimepangwa mwaka mzima, ufundishe nini, uelekeze hiki, uelekeze hiki, uelekeze. Wanaenda taratibu, sisemi kwamba ni mbaya hiyo, lakini wanaenda taratibu kumfuata mama yao, ndiko anakwenda. Okay. Ubinadamu ukawa umeteka madhabahu. Kuliko neno la nani? Kuliko neno la Mungu, kuliko Roho Mtakatifu. So, matendo ya Nikolai katika kanisa la kwanza ulianza kama matendo tu. Yaani, watu hao ambao walikuwa ni mawakala wa shetani, manabii wa uongo, walimu wa uongo, wachungaji wa uongo, watumishi wa uongo ndani ya kanisa, mm -hmm. Mitume wa uongo ndani ya kanisa mm -hmm walikuwa wanafanya haya lakini sio kuwafundisha watu. Mara ya kwanza kwa kanisa la mwanzo tunaonaja, Ufunuo Yohana mbili sita. Ufunuo Yohana mbili sita anasemaje? Lakini unalo neno hili kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai ambayo na mimi nayachukia. Mungu analiambia kanisa la kwanza, analipa sifa kwamba liliachukia matendo ya Wanikolai. Kanisa la mwanzo hilo la mitume liliachukia matendo ya sasa utaona kanisa la leo, je, limeachukia matendo ya Nikolai au ndo linayapendelea? Ndo lime lime limekuwa lime likiatenda hayo matendo ya Wanikolai. <laughs> Mitume alichukia haya matendo ya Nikolai na Yesu aliwasifia kwamba kwa sababu meachukia matendo ya Nikolai. Lakini angalia kilichofuata ni mafundisho ya Wanikolai. Walianza kutenda. Kutenda kwa sababu mtu anaanza kutenda, baadaye anaanza kuwafundisha watu kutenda anavyotenda. Angalia. Baadaye wa Nikolai, huo Unikolai ulikuja kubadika na kuwa mafundisho Yaani, watu wakawa sio tu wanatenda unikolai, lakini pia wakawa wanawafundisha wengine kutenda unikolai, yaani kuinua uongozi wa kibinadamu na kushusha uongozi wa Roho Mtakatifu. Njoo hapa katika Ufunuo wa Yohana mbili kumi na tano mbili kumi na tano Nasemaje kumi na tano hapa? Vivyo hivyo wewe nawe unao watu wayashikao, sikiliza, wayashikao mafundisho ya wanikolai vile vile. Basi tubu, na usipotubu naja kwako kwa upesi, nami na nitafanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa changu. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Baadaye wakaanza kuyafundisha mafundisho ya Wanikolai, wakaanza kufundisha kabisa. So Yesu anasema tubu, usipotubu nitafanya vita kwa upanga. Kuna kupona hapo? Hautapona. So matendo na mafundisho ya Wanikolai katika nyakati hii za mwisho wa kanisa ndio yameshamiri, ndio yameshika hatima hatamu sana. Makanisa mengi hakuna tena uongozi wa Roho Mtakatifu ndani ya kanisa, liturujia ndio zinaongoza, mapokeo ndio yanaongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mapokeo ndio yanaongoza kiasi kwamba hata ikitokea mtu akafunuliwa neno jipya jipya jambo jipya, na Roho Mtakatifu la kwenda kufundisha, hawezi kupata nafasi ya kufundisha, taambie mtulia bwana, hem mtulia bwana tuna msingi wetu, tuna taratibu zetu, hawezi kwa sababu kuna kalenda imepangwa, kuna kila kitu kimepangwa, kuna protokoli, protokoli zimepangwa. Ukitoka hapo natoka hapo natoka hapo natoka hapo paka uju kafike, ni hatari. Ndio maana kanisa la leo, tunaposema tunaitafuta kanisa, tunaposema tunatafuta kanisa, tunatafuta watu, mtu moja moja wataokolewa, watatoka, wata kisha kutakuwa na mchungaji mmoja na zizi moja. Ili uaminike kuwa wewe ni mchungaji au mtumishi wa Mungu ilikuwa ni lazima usome. Hata leo lazima usome. Ndio maana utakuna baadhi ya makanisa, wewe usiposoma wewe sio mchungaji. Nilipata shida nikiwa Kigoma, nilikuwa Kigoma, nilipata shida wakati na ubiri watu, kwani wewe ni mchungaji? wewe umesoma wapi Eh wa, nipata shida waliokuwa wameamini kule baadhi ya watu waliokuwa wananipinga wasema wewe huyu we, hajasoma, huyo sio mchungaji. Nasema jamaa, kwani uchungaji mpaka usome? Amna mpaka usome. Nilikuwa na, na, na sitaki kuwaambia tu, kwa sababu mimi kweli nimesoma uchungaji, nina degree pia ya uchungaji ehe, ya theology, lakini situmii hii degree ya theology kana kwamba ndio inayeniongoza a ah, sio. Yani unapona mimi nimesoma ndio huo unikolai kwamba mimi nimesoma degree ni na theology nini na nini nini, ndo uniko lao, unatumia uongozi wa kibinadamu ni kwasi wambi, kwamba bwana, mbona mimi hata mimi ni kwasi kwa, kwa sababu si vitu vya kujidaia, hii kwamba nimesoma nimesoma nini. Tunahitaji Roho Mtakatifu ndo aliongoze kanisa. Kwa kana nipinga huyu mchungaji hajasoma, mchungaji wewe hajasoma, uchu hajasoma, hajasoma theology atawafundisha nini huyo? Kwa mimi si kwa siwaji wala si, si si, si jitapi na kuambia nimesoma au sijasoma, niko anatulia na, tu, kwa sababu havina faida wala vijengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni lazima mtu amepitia theology, kwa ukisema una wito. <laughs> Nina wito wa kuchunga kanisa nina wito wa Roma, nataka niambia, atulia kwanza. Nakumbuka nikiwa Mbinga, mm, mwaka fulani nilikuwa nasali kwenye kanisa moja la ki, ki Pentecost. Sasa wakati nikawa na moto wa injili na beba speaker na ubiri, miaka fulani hivi ya nyuma nyuma hapo Mchungaji wangu akaniita akasema, inabidi ukasome ukasome kwanza uinjilisti wewe usome kwanza uinjilisti, kwa sababu unajua yani nitakujue namna ya kuongea na watu na nini na nini na msikiliza wanadamu. Ndo Unikolai, yani wanawafundisha watu namna ya kuongea na watu, utakapoongea hivi utaongea hivi. Hatukatai, fundisha watu namna ya na kutoa hotuba, hata mashuhuri tunafundisha ehem, river, eh, how to deliver speech, namna ya kutoa hotuba tunawafundisha watu hii hatukatai, lakini unapochukua kwamba hii ndo final say ya watu kuongozwa namna ya kusema, hapana. Yuko Roho Mtakatifu ambaye anapindua mambo. Unawezi ukawa na utaratibu wa kupangilia maneno yakawa hayana nguvu, lakini mtu ana utaratibu wa kupangilia maneno watu wakaokoka, wakajazwa nguvu, wakamwona Mungu, lakini si kwa hekima za binadamu. Paulo anasema sikuja niwafundishe kwa ufasa wa maneno, watu wasije wakajengwa kwa hekima za kibinadamu nataka watu wajengwe kwa dalili na nguvu za Roho Mtakatifu. Paulo anawambia ndo, ndo, anasema katika usemi hakuwa na uwezo wa kusema kama Apolo, lakini ndo mtu aliyejenga kanisa la mataifa. Paulo alikuwa ananena akinena mpaka sema mm, hajanena mtu kama huyu. Lakini angalia, Paulo alikuwa na usemi vizuri, alikuwa na dili sana kwenye kuandika, lakini ndo li alijenga kanisa la mataifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hio ukisema nimeleo mtakatifu bila kupitia kwenye uwezi uwezi, so Nikolai hautaki kabisa uongozi wa Roho Mtakatifu, unampinga Roho Mtakatifu siku zote. So shetani anajua kanisa linaloongozwa na Roho Mtakatifu ni hatari sana katika ufalme wake, na yeye hataki watu waende waende mbinguni. Kwa hiyo analipinga hilo kanisa, hivyo atafanya juu chini kwa, kwa, kwa, kulazimisha watu wamzimishe Roho Mtakatifu, atafanya juu chini kumzimisha Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Lakini ashukuriwe Mungu, katikati ya giza nene ipo nuru Iko nuru mahali, uko mwanga mahali kwa Mungu. Yani, Mungu anatamani watu wa, wa lusu lo mtakatifu waongoze. Shetani anataka watu wa lusu elimu, falsafa, theolojia, ehe, heshima, vyeo. Ndio maana ukuta watu wanatewana vyao, mchungaji na mtewa huyu mzee wa kanisa, kwa sababu ana fedha na mali na elimu, atakuwa anatunza. Kumbe unakuta huyo ndo kibaka ndo analipoteza kanisa awakeme. Yani kwa nini? Kwa sababu ndo Nikolai wenyewe, yaani wanaacha elimu, fedha, mali, utu wao uongoze kanisa. Ndio maana kanisa limeharibika. Kwa sababu hiyo Unikolai umetawa. Hmm. Bwana na watu wake kila mara. Bwana tusaidie sisi tuwe miongoni mwa hawa ambao hawajamzimisha Roho Mtakatifu. Mimi nasema msimzimishe nani? Roho Mtakatifu katika Wakorintho wa kwanza 5:19. Uh, leo tunao hawa wanaoitwa manabii. Ah, <laughs> uh, manabii wa uongo ambao ni Wanikolai, walimu wa uongo, wachungaji wa uongo. Hata kanisa la mwisho la Lodikia, walikuwapo wengi, na leo wanaendelea kuwateka watu, wanaendelea kuwateka watu kwa matendo ya miujiza, kwa mafundisho ya uongo. Matendo ya miujiza na mafundisho ya uongo, na kujiita wachungaji, walimu, mitume. mm -hmm. Yani, unakuta unakuta mtu aweza akaitwa, mimi kwa mfano, mimi si mchungaji au mwalimu, aweza akasema mimi ni mwalimu mi ni mchungaji, lazima aseme apostle au major, au atakwambia doctor, au atakwambia chief prophet. Ukisikia chief prophet, e e e, naenda kule kwa chief prophet nikapone, naenda. Ukisikia kuna mchungaji anahubiri, ana hata jini, anasema <laughs> Yesu mwenyewe alikuwa na umbo wala uzula, hata tumpende. Lakini ukisikia chief prophet <laughs> Huyo uh, uh, uh, utakuta hao wanauza mafuta, wanauza chumvi, wanauza maji, wanauza vitambaa vya upako. Hapa Mbinga kuna kanisa moja wamejaza mafuta maji ndani, yale maji ndani ndani. Umemshika moja, alikuja kuamini hapa kanisani, akawa anashuhudia alikotoka, wamejaza maji ndani, ukifika pale unakuombea na kukupa maji ya kunywa, afaambia mtu aliyekuja nawe, changia elfu moja ya maji kani, kachupa kamia tano na changia elfu moja ni watu <laughs> no, wanamiminika huko kwa sababu yani yani, bwana tusaidie... <laughs> Bwana tusaidie, atusaidie sana hadi sa. Wanauza maombi kumwona huyo mtume na nabii laki mbili au laki moja. Wanaotoa watu kwenye kusudi la, la Mungu, kwamba katika vitu kama mafuta maji vitambaa ndio vinaonekana kuwa vina uponyaji na sio katika neno la nani la Mungu. So wana tabia wanatabili watu uongo. Ehe, uongo tu na kupandikiza mbegu mbaya katika mioyo ya watu. Wanakuwa na mfano wa utauwa lakini wasimami katika kusudi la Bwana. Wana mfano wa utauwa. Mm, wanatia moyo. Mtafanikiwa. Mm, mtafanikiwa tu. Mtasonga mbele, vumilia utatoka katika hiyo dhiki. Ehe. Pia hata Wanikolai walitoa uhuru katika maisha ya mwilini, kuwa mtu anaweza kufanya chochote, kwani Yesu amemaliza kazi. Kwa hiyo, msiogope, unaweza kuvaa vyovyote tu kanisa kwotu va tu shauti shati ilo panuka vatukaleka taitaina shida mungaangaliicho, wanikolai hao wameteka madhabahu, wameteka watumishi wa Bwana, watu wamekandamizwa, wamenyongwa huko, na analiokoe kanisa. Ashukuriwe Bwana, bado bado uko wewe. bado iko nuru mahali na ng'aa, lolote laweza kufanikiwa. Pinga matendo ya Nikolai, pinga matendo ya Nikolai kabisa. Kataa matendo ya Nikolai. Usiache usapoti huduma hii kwa fedha, kwa sadaka zako na maombi yako, ili tuwafikie wengi zaidi. Mungu wa mbinguni na awe pamoja nawe na awe pamoja na familia yako Amen.